Nchini Misri na Afrika nzima kwa ujumla, na mashabiki na wapenzi kutoka eneo tofauti tofauti duniani wanaoshabikia klabu ya soka ya Simba. Ni mchezo ambao wa utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry kutoka katika nchi ya Misri, ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano wiki hili, yani tarehe tisa mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo kuelekea katika mchezo huu klabu ya soka ya Simba Sports Club wanahitaji kupata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri ili kuweza kuqualify kwenda hatua ya e, nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024 2025 elfu mbili na 24, elfu mbili na 25, msimu. Simba Sports Club wamedhamiria, yani ni ubaya ubwela ndio baada. Tumeshuhudia wameweza kuwaalika viongozi mbalimbali mbali, akiwemo rais wa shirikisho la soka barani Afrika na rais wa shirikisho la soka Sekafa, yani ukanda wa Afrika Mashariki, hapa tuta kumongelea Wallace Karia bila kumsahau mkuu wa mkoo wa watabora wa Pochacha naye pia ni miongoni mwa wageni rasmi na Boniface Mwamposa, mtumishi wa Mungu naye pia ameweza kualikwa e, kuelekea katika mchezo huu siku ya Jumatano. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka ya Almasri hatimaye wameweza kuwasili katika nchi ya Tanzania, yani siku ya Jumapili walikanyaga ama walitouchdown ardhi ya Tanzania kwa mara nyingine tena, mara baada ya kuja mwaka elfu mbili Kumi na nane. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona kocha mkuu wa klabu ya soka ya Al Masry ameweza kuwapiga mkwara mzito Simba Sports Club, akisema kwamba wamekuja nchini Tanzania kwa ajili ya kuja kupata ushindi na wanaamini kwamba Simba Sports Club wameisoma; ni klabu ambayo mara nyingi imekuwa ikifanya ubaya ubwela katika ardhi ya Tanzania. Sasa wao mbinu wao kubwa itakuwa ni kujihami zaidi, yaani kwenda kufanya defensive ama kujizuia ili wasiweze kufungwa dhidi ya kikosi cha timu ya Soka Simba. Lakini kuelekea katika mchezo huu tunaona mara baada ya klabu ya soka ya Al Masry kuwasili katika ardhi ya Tanzania, wameweza kuwaalika mashabiki, wa ya wa mashabiki wa klabu ya soka Yanga, wakiamini kwamba mashabiki wa klabu ya soka Yanga Sports Club ni maasimu wa klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo wataweza kupata sapoti kutoka kwa mashabiki wa klabu ya soka Yanga katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo kupitia mitandao ya kijamii e, nchi kutokea, hii klabu kutokea katika nchi ya Misri wameweza kuandika kwa lugha ya Kiswahili na kuwakaribisha mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga wakisema kwamba tunayo furaha kukutana tena na mashabiki wa Yanga Africans, wakimaanisha kwamba wana furaha kubwa sana kukutana na mashabiki wa klabu ya soka Yanga kwa sababu walishowahi kuja katika ardhi ya Tanzania mnamo tarehe saba mwezi Machi mwaka elfu mbili na kumi na nane kuja kucheza dhidi ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo, wanaamini kwamba wana furaha kukutana na mashabiki wa Young Africans wakiamini kwamba watakwenda kupata sapoti kubwa kutoka kwa mashabiki wa klabu ya soka Yanga kuelekea katika mchezo wao wa marejiano dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, lakini ndani ya mwaka elfu mbili na kumi na nane klabu ya soka Al Masry waliweza kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa kucheza dhidi ya Simba, waliweza kutoa sare ya mabao mawili kwa mawili. Lakini Simba hii ni Simba moto, Simba kiboko, Simba ambayo ina njaa, na mwaka huu wamedhamiria ubaya ubela. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga Africans wamekaribishwa na mashabiki wa klabu ya soka ya Almasri na viongozi wao, wakiamini kwamba watakwenda kuanikiza na kuisapoti klabu ya soka ya Almasri. Lakini Utanzania kwanza, ukiangalia kufanya vizuri kwa klabu ya soka ya Simba ndio kupandisha kwa ligi kuu Tanzania Bara. Kwa hiyo kama ni mshabiki wa Yanga unaruhusiwa kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa lakini nienda kuisapoti klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa sababu ni klabu ambayo kwa sasa inapeperusha bendera ya nchi ya Tanzania kunako ukanda wa Afrika Mashariki sambamba na nchi ya Tanzania.